Zama zetu hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wayandhuruna wala yufu, watu watabia kuweka nadhiri ahadi kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mie nikipata hivi nitafanya hivi, ya Allah, ikitokea hivi nitafanya hivi. Likishatokea lile kile alichoahidi kukifanya, anaona la ntoe hiki kwa kupita tu hapa, ndio ntoe hiki mimi, si nilisema tu basi. Uhalifu huu wa kutotekeleza ahadi tunazomwaahidi Mwenyezi Mungu jalla waala ni mkubwa sana. Acha ile ahadi ya kwanza kabisa ya kumkubali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba wewe ndio muumba wetu ndio mola wetu ndio mwenye haki ya kuabudiwa, acha ile ya alamu dhara, lakini hii katika maisha ya kila siku. Wayandhuruna wala yufun, watu wamekuwa wepesi wa kuweka nadhiri, wepesi wa kuchukua ahadi kwa Allah tabaraka wa taala kwamba tutafanya hili na tutafanya hili, lakini si watekelezaji. Akamalizia kwenye eneo hili, lakini lisiwatishe kabamba, lisiwatishe akataja, kwa kuwa watu wa zama hizo watakuwa kula kula, ni watu wa michongo sana wanajilia ovyo, hawaangalii halali wala haramu. Akasema wayadhharu fihi wayadhharu fihim essimanu, utadhihiri katika jamii yao unene usiokuwa wa kawaida. Mtu anakuwa na tumbo, saa ingine hata ukimwambia angalia usawa wanyawo yako hapo, wana kitu hawezi labda arudi nyuma mita moja ndo anaona usawa huu. <laughs> si kwamba anakula vizuri, ili kulakula ovyo. Unamkuta tu akiingia mahala anakula, mara supu ya pweza, mara dude gani, si vitu koroko. Yani, ina maana ishara ya watu wakuhomola homola ovyo. Haya kayasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa, wa yadhharu fihim asimanu, as unene usiokuwa wa kawaida, sio afya nzuri, lakini ni watu wa kubangaiza mno kupita kiwango, hawachagui hiki ndicho wala kile sicho. Eneo hili Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii tumeisoma ili tukwanza kuwarudisha kwamba albaunu shasiu, utofauti na umbali kati ya sisi na asri za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni tofauti kubwa sana, kubwa sana tumegusa machachi tu yanayohusu asruna asruna asru ljahilia katika kila kitu. Tumekataa kuwa watumwa wa Allah tabaraka wa taala, ubudiyat llahi hatu utaki, lakini mtu yuko tayari kuwa mtumwa wa dunia, mtumwa wa shaitani, mtumwa wa kila kitu. Yani, tunatii vitu vingine chungu mzima, lakini ugumu ni hapa kwa Muumba. Asri yetu imetawaliwa na tabia ya kujitoa katika mikono ya Allah tabaraka wa taala. Hatutaki kuwa watiifu mbele yake, hatutaki kuwa wanyenyekevu mbele yake. Hili limetawala karibu tasarufati zetu zote, katika elimu zetu. Miaka ya sabini na nne na tano hivi, kulikuwa na ambushi fulani nzuri serikali iko na utaratibu kwamba watu wasiokuwa na kazi za maana hapa Dar es Salaam wapunguze wingi, warudi kidogo nje ya Dar es Salaam wakafanye kazi za uzalishaji. Sasa wajumbe wa nyumba kumi walitakiwa baadhi yao kuorodhesha watu wanaowajua kuwa hawana kazi. Mimi kipindi kile nasoma markazi ya Changombe na nafundisha pale, naitokea bahati katika wanafunzi wangu walikuwa mashekhi wengine baadaye, akiwemo Sheikh Suleiman Muhammadi Gorogosi narudi naambiwa, alikuja mjumbe hapa. shida gani tena? Asijui, aliuliza huyu mwalimu yuko hapa. Na nikirudi nasaidia kufundisha darasa la jirani pale, kulikuwa na darasa madrasati Munawara pale Masjid Badri ya kwanza ya marhum Sheikh Ali Jirani Machano. Historia hiyo kabamba unatoka mbali kidogo. nikaona niende sinifate. Kwa Pingo sabasi tunaandikisha watu wasiokuwa na kazi <laughs> walla sikutamka, lakini ndani yangu ilisajili. Nikasema mshenzi huyu, mimi mwalimu wa Qurani na anajua, lakini bado anafikiria hanajibu kule, aniweke orodha gani? Dharau gani anataka niseme? Naandikisha watu wasiokuwa na kazi na mimi nimo ndio maana mimi kwangu kuna wajumbe wa nyumba kumi na kuna wajinga wa nyumba kumi. Huyu si mjumbe wa nyumba kumi, mjinga wa nyumba kumi na fun, naibu wa imam pale, nafundisha watu wazima pale na vijana na kila kitu, bado anataka nimwambie nina kazi ya usi. Kwa maana hiyo kuwa mwalimu wa Qur'ani, ye ameona sijawa na kazi, nende geza ulole nende mwanadilatu nizolewe katika pasij kitu gani? nipeleke kule jahilia. Haelewi thamani ya vitu. Nikamwega yule mjinga wa nyumba kumi, ni kweli khazai, yani khazainul minani fi qanatiri almihani. Wakati mwingine Allah hazina za vipawa vyake anazificha kwenye migomisukosuko, uingie kule msukosuko. Ume ulinilazimisha nitafute kitambulisho, inafanya kazi Nikaenda chuoni nikamwambia nipeni kitambulisho cha kazi. Sasa wewe kwa kwa unasoma kismu lmasai, hatukupi, tunawapa asubuhi. Nikaghairi nikafanya nika asubuhi nikapata kitambulisho, nikakutana na wadau wenzangu kina Doga rahmatullahi alaihi, yakawa yaliyojiri. Ala kuli nataka niseme mpaka hivi leo mwalimu wa Qur'ani hana hiyo nafasi. Yale yale yametofautiana kidogo, lakini mpaka leo hakuna mtu ambaye anaweza kusema leo diwani anaongea na wasomi katika wilaya kadha, wakufate wewe, mti afate, hawakufate hata kidogo, humo katika orodha hiyo jahilia. Wakati wakati Umar aliwahi kutafuta watendaji kazi katika maeneo yake, kuna eneo moja akamweka mfanyakazi si muungwana aliwahi kuwa mtumwa wa watu fulani fulani. Alipouliza Kasaba, bwana wewe nani uliompa nafasi katika jimbo fulani, akamtaja mtu mtwana, aliwahi kuwa mtwana wa watu, ndio huyo. Akamwambia wew, aka wewe utasimamia eneo hili. Akamwambia bwana wewe umewekea mtwana pale, ndio awe kiongozi? Akasema naam, innahu min haythu alimta, ni kweli huyo kama ulivyosema mtwana, lakini inaohafidhu lquran imsome wa Qurani -Qur kuwa mtwana hiyo sio shida, na awe mtwana kualikakua, lakini maada msome wa Qurani huyu daraja lake la kwanza kuliko hawa ungwana awasiojua hata kala dhalla, hawana nafasi. Kwa hiyo jahiliya yetu sisi imetutoa, hatuko karibu sana na Allah, tabaraka wa taala, na kwa maana hiyo tumetafuta namna ya kujikomboa. Ukombozi wenyewe si kweli tunakomboka bali tunakuwa watwana wa vitu vingine. Unakuwa wewe mtwana wa kitu kingine, ndicho unachokitii nguvu zako zote, udhamini wako wote, uwekezaji huo wako wote eh, uko hivyo, na hili limefikia mahala kuwa ni, ni ugonjwa unatisha. Natoa mfano mwingine jisikiti kama hili zuri Unaswaliwa Ijumaa, a, unasikia heyo pozwa hii. Nikuulize we, ukitaka kusali rakaa mbili hapa watu. Eh? Naam. Naam. Hewe, nikuulis, wa shilingi ngapi eh? Hakuna, hakuna. Hakuna, lakini kuna watu mtaani hapa hawajajaaliwa kuja hapa, ukimuuliza asijajaaliwa, lakini baya zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutoka anapoingia imamu wale wasajili wale alawal fal awal si ndio? Wanakwisha, wanamaliza kazi. Toka pale yatoe masaa matano hapa, utapata mgao. Manake ungena unauliza, hiyo saa ya kwanza ndio saa ngapi? We toka pale uja hapa, gawa kwa tano, utapata. Hii moja inaanza saa ngapi? Sasa nachotaka niseme hapa, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasalama amesema, atakayewahi huu wakati wa, wa mwanzo kabisa anaandikiwa kama vile ametoa sadaka ngamia nane. Ashatoa japo kuku hapo, sasa unaandikiwa kama umetoa ngamia ya pili kama ng'ombe ya tatu kama mbuzi, inakwenda mpaka tunafikia kwenye yaya basi, pamoja na uzuri wa jengo hili na raha zake zilizomo na hakuna mchango wowote mtu anaweza kuko nje pale baba, kwani kwa ah tu ndio kwanza msikia sasa hivi hotuba, kwani si ndio ya kwanza hiyo ile hotuba. Anaona bado ana mambo yake, amalize draft yake bao lake na vitu kama hivi. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Aiba ndio sasa, anakuja usali fardh Jumaa, anaanza kula jahila murakkab Anawaza tukanjiannaweitu naweitu anakuja mpaka hapa. Hii ndi ndio hali tulionayo sisi karne hizi, zama zetu ndio tuko hivi, misikiti haina nafasi haa, wanaoingia ndio Sheikh al anfusi na kwa matatizo makubwa, wakati wenzetu, enzi zetu za wenzetu, tutakuja kuona ya bila aqimis salata, arihna biha bila, ebu kim sala tuburudike sisi, yani burdani imo ndani ya sala, sisi haiko hivyo. Jahilia yetu iko hivi. Sisi mtu utakuta ana nywele kichwani, kama ingekuwa toka amezaliwa yuko hivyo ndivyo zinavyoota, ukamwambia bwana hizi wende Muhimbili, lakini dozi yao anataka kama uwe na milioni moja na nusu angechanga ili atibiwe nywele zisiwe vile lakini anaenda saluni, anasema nyoweni ziwe hivi. Tunao watu wa aina hiyo, hatuna ha? Wengi, yaani mtu anakuwa katika shakli na shepu kama mgonjwa fulani. Kama ingekuwa ndio maumbile yake, wallahi angetafuta uwezo wowote wa kujitibu ili aondokane na hali hiyo, lakini sisi anatoa pesa ili awe hivyo. Angalia hivyo katika kila kitu, katika mavazi yetu, katika kula kwetu, katika nini, katika nini. Na bahati mbaya sasa hukukuchukuliwa kiovyo, sisi ambao tulikubali kalima ya la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah rasul llah ndio tumekuwa wengi. Kwa hivyo tunapoangalia mapungufu ma, ma au dosari za asruna, unashindwa kufananisha na asrin nabawi kufanana kwake ni kama paka tu na simba, kwamba huyo ana visharubu na meno yametokeza hivi na macho na shepu ya masikio na mkia, na ukiwinda lazima afanye hivi. Yaani ufanano hauendi kabisa, ni kitu kidogo sana. Tutakujaona huku mabadiliko na namna watu walivyokuwa zama zetu hizi. Sisi upande wa Mwenyezi Mungu kwa mbinde sana, kwa shida sana. Kimaadili tuko ovyo sana. Habari moja niliambia bwana, tuna tuna semina pale ya maadili ya vijana, mmomonyoko wa maadili ya vijana. Nakumbuka hata mheshimiwa ameandika kitabu Mheshimiwa Mufti kwamba mmomonyoko wa maadili, nani alaumiwe? Mimi nitatafuta ni, ni muda nikutane naye sheikh nimpongeze, sijawahi kufanya hilo. Lakini mwambie watu wazima ndio wakulaumiwa. Mimi sijasikia mtoto mdogo kabako na mwenzio wa darasa la 4 utasikia tu mwalimu, mjomba, shangazi kaambia, usiseme, ukisema nitakuhua. Watu wazima ndio wanaofanya vituko hivi mara nyingi, na kwa kuwa sisi tunafikiria ni wadogo ndio walomomonyoka maadili, wakubwa wako salama, ndio hivyo sasa. Unasikia baba mdogo huyo, mjomba huyo, wastazi huyo, aadhana Allahu min dhalika. Kwa hiyo momonyoko wa adili namba moja wa kulaumiwa ni watu wazima, sababu sisi tungekaa imara, tungekuwa tuna ahueni.